Kwa kweli tumepokea wageni wengi mpaka sasa tumepokea idadi ya wageni takriban mia moja na sita, lakini leo ndio tunategemea kupokea wageni wengi sana. Tunategemea zaidi ya wageni mia mbili na mpaka kesho mchana, lakini matarajio yetu kufika angalau wa, wa, wa, wageni mia tatu na hamsini. E, kama mwenyeji nasema tumejipanga. Kwanza tumejipanga kuhakikisha kwamba mkutano huu sio tu kwa ajili ya washiriki lakini unaleta manufaa kwa nchi. Kama umeona, tumeunganisha mkutano na wadau mbalimbali katika mamlaka ya viwanja vya ndege, lakini pia tumeunganisha na sekta ya utalii. Kuna wadau mbalimbali wako ndani, kama ndugu zetu wa bodi ya utalii, TANAPA na kwa kweli tumejaribu kuelezea kila kilicho kizuri cha Tanzania, ili kabla wageni wajaondoka, pengine wanaweza kushawishika kwenda kutembelea vivutio vyetu au labda wakiondoka pengine wanaweza kurudi tena wao na familia zao na wapenda zao kuja kuona mambo mazuri ambayo yanapatikana Tanzania. Naweza kusema maandalizi yamekamilika kwa kiasi cha asilimia tisini kwa sasa hivi. Kilichobaki, kuna vitu ambavyo lazima uvifixi muda mfupi kabla ya tukio. Lakini vile vitu ambavyo vinahitaji maandalizi ya mapema vyote vimekamilika, branding imekamilika, hali ya ukumbi imekamilika, kumbi zote zimekamilika, maandalizi mengine, intaneti na kila kitu imekamilika. Kwa hiyo nasema tuko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya kuanza mkutano wetu kesho. Nasema karibuni sana, tumejiandaa, tunajiamini kwamba tutafikia malengo na kuitangaza Tanzania.